Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na mfululizo wa ujumbe unaosema Kurudi kwa Yesu Kristo, na katika kipengele hichi tutagusia juu ya makao ya milele kwa waamini uh, jambo la kwanza ambalo tazungumza hapa ni kwamba mbinguni au makao ya milele kwa waumini ni mahali halisi au mahali kiukweli pale ambapo papo Mwanzo sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa nne. Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya pili sura ya pili mstari ule wa kwanza hadi wa pili, Biblia inasema basi mbingu na nchi zikamalizika jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yote yake yote aliyoifanya, kastarehe siku ya saba akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya kwao. Unaona, mbingu inatajwa, lakini kitabu cha kutoka, uh, no, no, kitabu cha Kumbukumbu Kumbukumbu Kumbu, la Torati sura ya kumi Kumbukumbu la Torati sura ya kumi mstari wa kumi na nne Biblia inasema tazama mbingu ni mali ya Bwana Mungu wako, na mbingu za mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo. Unaona mbingu inatajwa hapa, lakini pia katika Agano la Kale tunaona pia kwenye mwandishi wa Zaburi, Zaburi ya mia moja na kumi na tano Zaburi ya mia moja na kumi na tano ule mstari wa kumi na sita. mstari wa kumi na sita Biblia inasema mbingu ni mbingu za Bwana bali nchi amewapa wanadamu. kwa yako maandiko mengi sana ambayo yanafunua au kuzungumza juu ya mbingu, utasoma Yohana sura ya tano mstari wa 24 lakini pia ukisoma Yohana 11 mstari wa 25. Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 35. Tutasoma Injili ya Yohana sura ya 7 mstari wa 38. Tutasoma Injili ya Luka sura ya 16 mstari wa 19 hadi 31. Haya yote ni maandiko ambayo yanatupa uhakika, uhakika wa kuhusu mbingu waimbo. Lakini jambo la pili uh, mbingu ni mahali pa waliokombolewa mbinguni ni mahali pa waliokombolewa. Lakini jambo la tatu, mbinguni ni, ma, ni makao, makao ya Mungu, makao ya Mungu. Kitabu cha Wahebrania, Wahebrania sura ya kwanza mstari wa kumi, Biblia inasema, na tena wewe Bwana hapo mwanzo uliitia misingi ya nchi na mbingu ni kazi ya mikono yako. So, unaona kazi ya Mungu mbinguni ni kazi ya Mungu mwenyewe. Ukienda kwenye Ebrania sura ya nne mbele kidogo hapo mstari, uh, mstari wa kumi na nne utakuta kuna kitu kingine kingini. Mtume Paulo anazungumza na kusema, basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu, mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. unaandiko kama hili linathibitisha mbingu kuwepo. Nataka so, tutazame. Tunapotazama tunapota juu ya makao ya milele kwa waamini, tutazame mbingu tatu, tutazame mbingu tatu kwa mujibu wa maandiko. Mbingu tatu, mbingu ya kwanza inaitwa mbingu ya angahewa, mbingu ya anga hewa, mbingu ya angahewa, mbingu ya angahewa. Hii ni mbingu ambayo itayeyuka na kufumuliwa na joto la moto wakati Yesu akiwa anakuja. Kile kitabu cha Petro wa pili, Petro wa pili sura ya tatu Petro wa pili sura ya tatu mstari wa tano, ha, wa tano hadi wa kumi na moja unaweza ukasoma mpaka wa kumi na sita bado inaelezea kitu kile kile. Biblia inasema maana ufumba macho yao wasione neno hili, ya kuwa lilikuwako mbi, zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji, kwa neno la Mungu. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji ikaangamia. Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto kwa neno lililo hilo zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Lakini mapenzi, lakini wapenzi, msilisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka elfu na elfu ni kama siku moja. Bwana akawi kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana apendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu na viumbe vyote vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa hivyo, imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa?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 tunasema mbingu lakini ni mbingu ya anga hewa ambayo itafumuliwa na ile joto kutoka kwa Bwana, lakini kuna mbingu ya pili. Uh, mbingu ya pili, yeah, kosa kwa mujibu wa mpangilio. Maana yake hii ya kwanza, mbingu ya anga hewa, ndio tunachokiona sasa. Ukiinua macho yako juu, unachokiona ni mbingu ya anga hewa ambayo ambayo ndio ya kwanza. Ya pili inaitwa sayari ya mbinguni, sayari ya mbinguni. So hii sayari ya mbinguni ni ya, ni ya pili itatetemeshwa na vitu vya huko juu ambavyo vipo kwenye sayari ya mbinguni, vitatiwa giza kabla ya kuja kwa Kristo, vitatiwa giza kabla ya Yesu Kristo kuja. Ukisoma kitabu cha Yoeli, Yoeli, nabii Yoeli sura ya pili sura ya pili mstari wa kumi na wa kumi na moja mstari wa kumi na wa kumi na moja, moja. Biblia inasema nchi inatetemeka mbele yao, mbingu zinatetemeka, jua na mwezi utiwa giza, na nyota wangu huacha kuangaza, naye Bwana anatoa sauti yake mbele ya jeshi lake, maana matuo yake ni makubwa sana, kwa maana yeye ni hodari atekelezaye neno lake, kwa kuwa siku ya Bwana ni kuu yenye kitisho sana naye, ni nani yawezaye kuistahimili? Unaona hali itakavyokuwa wakati Kristo Yesu akija. Lakini ukienda mstari wa 30 chini kwenye Yoeli sura ya pili, 30 hadi 32, utakuta kuna maelezo ambayo yanaendelea kutolewa uh, hali itakavyokuwa. Biblia inasema nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, damu na moto na minara ya moshi. Jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla haijaja hiyo siku ya Bwana iliyo kuu na itishayo. Kwa hiyo utaona hizo zitakuwa ni dalili za kuonyesha Bwana anateremka, Yesu anateremka. Kwa hiyo kutakuwa kuna haya mageuzi ya kimazingira katika hii mbingu ya pili au inaitwa sayari ya mbinguni. Vitu vya huko vitatetemeshwa na vitatiwa giza kabla Kristo aweze kupita. Mbingu ya tatu inaitwa kitovu cha mbingu au makao ya mbingu. So baadhi ya watakatifu na manabii waliiona. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ile ya saba mstari wa hamsini na sita mtumishi wa Mungu Stefano akiwa anapigwa na anakaribia kukata roho, aliiona hii mbingu na ikaandikwa kwa ajili ya kutufundisha pia. Uh, mstari wa um, hamsini na sita, Biblia inasema akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Kwa hiyo unaona, mbingu hii ni mbingu ambayo imefunuliwa mara kadhaa, watu wengi waliona katika nyakati, nyakati za nyuma. So kuna majina kadhaa ya mbingu majina kadhaa ya mbingu. Uh, moja mbingu inaitwa mbingu ya tatu, mbingu ya tatu. Na nafikiri andiko hili tumelisoma kama, kama unakumbuka tumesoma kwenye Wakorinto wa pili sura ya kumi na mbili mstari wa kwanza mpaka wanne kwenye maono na vile ambavyo Paulo aliweza kusafiri mpaka mbingu ya tatu na akaweza kuingia hmm. Namba mbili uh, mbingu inaitwa makao ya Mungu naitwa makao makao ya Mungu kwenye kile kitabu cha nyakati mambo ya nyakati nyakati, sura, nyakati wa pili sura ya sita sura ya sita mstari wa 30 hadi 35 Biblia inasema: basi usikie huko mbinguni ukaapo, ukasamee ukampatilize, kila mtu kwa kadi ya njia zake zote, wewe umjuae moyo, maana wewe peke yako ndiwe ujuae mioyo ya wanadamu, ili wakuache wewe, waziendee njia zako, ili wakuche wewe, waziendee njia zako siku zote watakazoishi katika nchi uliyowapa baba zetu, hata na wageni hata na mgeni naye asiyekuwa mmoja wa watu wako wa Israeli, atakapokuja kutoka nchi iliyo mbali sana, kwa ajili ya jina lako kuu na mkono wako ulio hodari na mkono wako ulionyoshwa, hao watakapokuja na kuomba wakielekea nyumba hii, basi usikie huko mbinguni, toka makaoni mwako, katende yote atakayokuomba huyo mgeni, ili watu wote wa dunia wapate kulijua jina lako na kukucha wewe kama watu wako Israeli. Tena wajue na kuwa nyumba hii niliyoijenga imeitwa kwa jina lako. So ukiendelea kusoma mstari wa 34 64 inasema, ikawa watu wako ikiwa watu wako wametoka kupigana na adui zao utakaowatuma kokote wakikuomba kuelekea mji huu uliochagua na nyumba hii niliyoichagua na nyumba hii niliyoijenga kwa jina lako, basi uyasikie huko mbinguni wayaombayo na kusii, na kusii ukaitetee haki yao. Lakini unaona pia mbingu inatajwa kama mbingu inatajwa e, haitajwi zaidi na maeneo mengine kwenye Waebrania sura ya tisa sura ya tisa mstari wa ishirini na nne unaona inatajwa kama, kama mbingu mstari wa 24, Biblia inasema kwa sababu Kristo kuingia katika patakatifu palipo palipofanyika kwa mikono ndiyo mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Unaona inatajwa kama, kama mbingu, lakini pia mbingu inatajwa kama kiti cha enzi cha Mungu kiti cha enzi cha Mungu kwenye kitabu cha Mathayo sura ya tano Mathayo sura ya tano mstari wa thelathini na nne Biblia inasema lakini mimi nawaambia, usiape kabisa, hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu. Kwao nanetajwa kama kiti cha enzi, kiti cha enzi cha Mungu. Unazo sifa nyingi sana za kuhusu mbingu, lakini hapa ninazo chache a, moja, Mbingu inaitwa mji ambao Ibrahimu aliutazamia wa, wa utaenda kusoma Ebrania sura ya 11 mstari wa 10 hadi 16. Lakini pia mbingu inaitwa sifa za mbingu ni kwamba hapata kuwa na huzuni tena. Kienda kusoma ufunuo Yohana sura ya 21 mstari wa 4, inathibitisha inathibitisha pointi hii. Pointi ya tatu, hapata kuwa na kifo au mauti. Ufunuo sura ya 21 mstari wa 4 ile ile inafafanua pointi ya nne. Panaitwa mahali pa utukufu wa Mungu. Baadhi ya sifa zake Ufunua wa Yohana sura ya 21 mstari wa kumi hadi wa 21. Lakini sifa yake nyingine, hapata kuwa na giza ndani yake. Kitabu cha Ufunua wa Yohana sura 21 mstari wa 23, Ufunua wa Yohana sura ya 22 mstari wa tano vinathibitisha Namba sita, kuabudu kutakuwa harisi, yaani ibada itakuwa harisi mbele za Mungu na Kristo mwenyewe. Kitabu cha Ufunuo sura 21 mstari wa 23 hadi 26. Namba saba, hapata kuwa na vitendo visivyo haki. Ufunuo wa Yohana sura 21 mstari wa 27, Ufunuo wa Yohana sura ya 22 mstari wa 15. Uh, maandiko haya yanathibitisha, lakini uh, mto wa uzima wa milele atakuwa pale. Ah, pointi hii inathibitishwa na kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 22 mstari wa pili na mstari wa kumi na nne.